Mke wangu. Abe mume wangu. hebu njoo ukae hapa mara moja. Vipi, kuna nini tena mke wangu? Nimekuita hapa kwa sababu kuna mtu nataka nikutambulishe kwake. si ulisema unataka msaidizi wa kazi? Ndiyo baby. huyo msaidizi wa kazi yuko wapi sasa? Ngoja nimuite Alex, Alex. Naam boss. kutana na mke wangu cha usiku. habari yako madam? Salama. Sasa Alex, nadhani nilikuambia tangu awali kuwa mke wangu anahitaji msaidizi. Ndiyo boss, nakumbuka uliniambia. Okay, kuanzia sasa utakuwa unasaidiana na dada wa kazi ambaye anaitwa Malaika. Kwa hiyo utakuwa unafanya naye kazi mbalimbali mbali kama kupika na kufanya usafi. Lakini pia utakuwa unamwendesha na gari mke wangu na kumpeleka sehemu yoyote anayotaka kwenda. Kwa hiyo naomba ujitahidi kufanya kazi yako vizuri. Sawa boss, mimi na kuahidi nitafanya kazi yangu vizuri, wala usijali kuhusu hilo. Na vipi kuhusu kazi yangu ya ulinzi? Kazi yako ya ulinzi iko pale pale, kwa hiyo utaangalia jinsi ya kubalansi ratiba yako. Sawa boss. basi nenda kaendelee na kazi zako Alex, Alex, we Alex. Ameenda wapi huyu? Hebu ngoja nikamwangalie kwenye chumba chake cha nje. Alex, Alex, he, atakuwa wapi huyu Alex? <gasps> Madam, he, samahani sana sikujua kama unaoga. Ngoja niondoke, sikupaswa kuingia ukiwa hivyo. Samahani madam, nakuja muda si mrefu. Ngoja nivae haraka. Sawa, utalikuta sebuleni. Nimefika madam. Sawa Alexi, karibu ukae. Asante sana. Njoo ukae hapa karibu yangu. Uh, bosi, mi naona sio sawa kukaa karibu yako, maana bosi Steve akija atatufikiria vibaya. Mimi ndiyo bosi wako na nimekuruhusu Njoo ukae hapa sawa. Boss, ehe. Naomba unielezee kuhusu wewe, kuhusu familia yako, nini kilikufanya mpaka uje kufanya kazi hapa, maana siwezi kuwa na mfanya kazi ambaye simjui kiundani. Da, historia yangu ni ndefu sana na sitamani hata kuikumbuka kwa kweli. Nihadithie tu, maana nina muda wa kukusikiliza. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto wawili nina mdogo wangu wa kike ambaye kwa sasa anasoma chuo kikuu. Baba angu alifariki miaka mitano 5 iliyopita, baada ya kufilisiwa mali zake zote, hivyo tulibaki bila kitu. Lakini kwa kuwa mimi ndio mtoto wa kiume pale nyumbani, ilinibidi nichukue majukumu yote ya baba angu, na hapo ndipo ndoto zangu za kuwa injinia zilipoishia. Kiufupi, tunaishi maisha magumu sana, hata hela ya kula ni ya tabu sana muda mwingine inabidi mimi nisile ili mdogo wangu na mama yangu waweze kula. Kodi nayo ni shida pia, maana mshahara anaonipa bosi ni mdogo sana, kiasi kwamba haukidhi mahitaji yangu yote. Unamaanisha laki mbili anayokupa mume wangu haikutoshi? Ndiyo bosi, laki mbili haitoshi kwa sababu inanilisha mimi pamoja na familia yangu. Ada ya chuo ya mdogo wangu kwa mwaka ni shilingi milioni moja na laki mbili na kodi ya nyumba tunayoishi ni shilingi elfu themanini kwa mwezi, hapo hujaweka bili za umeme na maji. Yaani, kwa kweli naumia sana, Madamu. Aisee, pole sana Alexi, kwa kweli hii historia imeniumiza sana mimi. Naomba nikuahidi kitu. Kitu gani hicho, Madamu? Nataka nikusaidie kulipa ada ya mdogo wako, nataka niwajengee nyumba nzuri, msipate shida kulipa kodi, na pia nitamwambia mume wangu akuongezee mshahara ili ukidhi hayo mahitaji mengine. Kwa kweli nashukuru sana madam. Alexi, unafanya nini sasa? Samahani madam, nilishindwa kujizuia. Tafadhali naomba usimwambie boss kuwa nimekubusu, kwa sababu ukimwambia atanifukuza kazi, na mimi sina kazi nyingine ninayoitegemea zaidi ya hii. Madam, usijali, siwezi kumwambia haya. Twende chumbani haraka kabla mume wangu hajarudi. Halo mama, shikamo. Malahaba mwanangu Alex. habari za siku nyingi. Nzuri mama, vipi, mnaendeleaje huko? Sisi hali yetu ni mbaya Alex, mbona haufanyi nilichokwambia? Alex, Alex, yuko wapi huyu? Mbona kama anaongea na simu kule nje, atakuwa anaongea na nani? Hebu ngoje niende nikasikilize. Mama, sio kwamba sifanye ulichoniagiza. Kumbuka hiki kitu akihitaji haraka. Na pia ni lazima niangalie usalama na nihakikishe kila kilicho chetu ambacho Mr. Steve amechukua tunakirudisha na ikiwezekana tutafute ushahidi kuwa yeye ndo alimuua baba ili afungwe kabisa. Eh, mbona sielewi nini kinaendelea? Sawa, lakini ni mwezi sasa tokea uanze kufanya kazi huko na hatuone chochote kinachoendelea. Sio hivyo mama, ukweli ni kwamba natamani kumaliza hili jambo mapema ila kuna tatizo kidogo hapa. Kuna tatizo gani mama? Mimi nimetokea kumpenda mke wa bosi kwa sababu ana roho ya huruma sana. Unajua yeye ndo ananisaidia ujenzi wa hiyo nyumba inayojengwa hapo, yaani ni mkarimu na anaonekana ananipenda sana. He, sasa itakuwaje? Yaani hata sielewi, lakini nafikiria kumwamini na kumwambia ukweli kuhusu hili swala ili nione atanisaidiaje, maana nahitaji sana msaada wake. Hey. Kumbe, Steve ameiba hela kwenye familia ya Alex jamani, na amemuua mpaka baba yake. Sasa ni wa upande wa nani jamani? Mm, lakini nampenda sana Alex kuliko hata Steve kwa sasa. Ngoja niungane na Alex ili nimsaidie, maana anapitia maisha magumu kwa sababu ya Steve. Ngoja niokoe hii familia, najua Mungu atanilipa huko mbele ya safari. Alex. Madam, umefika hapa saa ngapi? Nimefika hapa muda mrefu na nimesikia kila ulichokuwa unaongea. Tafadhali madam, naomba unifichie hii siri, maana bosi akijua ataniua. Usijali Aleksi, mimi niko tayari kukusaidia kwenye hili, na kuanzia sasa naomba utambue kuwa vita yako ni vita yangu, hivyo usiwe na wasiwasi. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi. Haya, tuende chumbani haraka kabla mume wangu hajarudi.